Mtume saa zile akaamrisha kaburi lichimbwe wakati ule ule na akaamrisha ya kwamba apewe yeye ambebe, ndiyo jeneza lake, mikono yake na mapaja yake, akambeba swahaba kama huyu. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuhu.

Wa hili jambo ambalo kwamba tunaendelea kulifanya hivi sasa kuhusiana na somo la kufundishana, wengi katika Waislamu hawaijui sira ya mtume wao na maswahaba wao na vilevile vile hata mitume yao mingine. Kwa hivyo kuna umuhimu mkubwa umetupelekea kwetu sisi Waislamu kusoma hizi historia za hawa uh, waliotangulia ili kufahamu yale ambayo kwamba ni muhimu kwetu na ni wenye kuyazingatia na kuyafuatilia vilevile, biidhnillahi alkarim. Sahaba ambaye kwamba nimechagua leo awe ambaye kwamba ndio atatufungulia katika darsa zetu kama hizi ni sahaba anaitwa Dhul Bijadain, sahaba anaitwa Dhul Bijadain. Msikie sahaba kama huyu, kisha karin maisha yako hivi sasa wewe Muislamu, na vipi walikuwa imani yao, walivyokuwa wakiishi masahaba zama hizo. Sahaba kama huyu alitoka katika kijiji ambacho kwamba amelelewa na ammi yake, alikuwa ni yatima. Na kijiji chenyewe kwa wakati huo mtu tajiri ambaye kwamba alikuwa anategemewa, anahesabika katika wanahistoria kuwa ndiyo sahaba wa kwanza alikuwa akimiliki farasi. Na ammi yake ambaye kwamba alikuwa akimlea, alikuwa ni yatima huyu sahaba. Ammi yake akampatia kila aina ya mali, kila aina ya kazi na ujasiri, mali mkubwa sana huyu sahaba hali kama hiyo ami yake alimlelea kwa hali nzuri sana, lakini wakati mmoja alikuwa akisimama kwenye turuk Maka kwenye njia za Maka zile akipata masahaba wanatoka wanafanya hijra. Masahaba wanaenda wapi? Akawaamua kuuliza, hivi nyinyi wapi mnakukuelekea? Masahaba wakamjibu ya kwamba sisi tunaenda kwa, kwa wasallam Madina kwani amekuja na kipi bwana huyu? Amekuja na Uislamu, akamshawishi na kumlingania mpaka da'wa ikafanya kazi kwa sahaba kama huyu, na vile vile ikabidi sahaba kama huyu akawa ni mwenye kuukubali Uislamu na akaingia katika Uislamu. Lakini subra alikuwa nayo akitarajia matarajio makubwa ya kwamba ami yake ambaye kwamba alikuwa akimlea iko siku na yeye atafanyeje, ataregea nyuma na ataukubali Uislamu lakini sahaba kama huyu subra ilikuwa na mwisho. Kwa kipindi kirefu amemvumilia, lakini ammi yake ikawa bado hajakuwa ni mwenye kukubali Uislamu. Basi ima faima, ima adienda kwa ammi yake na kwenda kumambia ya kwamba, mimi nimekusubiri kipindi kirefu, angalau ni kuona utaingia dini ya Muhammad, ila hukuwa ni mwenye kuiunga dini kama hile, basi sikuwa na habari, kuanzia leo mimi natoka kwenda kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimi nitahama kwenda Madina. Ami yake akamwambia, wallahi mali zote nilizokupatia kila kitu changu nitakupokonya. Jibu alimwambia, faqdi ma anta qadin, fanya utakavyofanya, chukua unachokitaka. Akachukua, halikutoshekana hilo. Alikuwa na nguo mwilini zile za kitajiri, basi pia akamvua nguo kama zile akamwambia nini, nivue hata nibaki uchi? Daki nisikiza maneno aliyomwambia, akamwambia nadharatun ila Muhammadin sallallahu alayhi wasallam khairum min ad-dunya wa ma fiha, kumtazama mimi mtazama nguo mmoja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Kwa hivyo wewe chukua usijali, hata nikabaki uchi mimi sina neno. Kisha sahaba kama huyu baada ya kuvuliwa nguo kama hizo, akaelekea kwa mama yake kwenda kumwaga mama yake kumuona kwa hali kama ile, na ilikuwa hana mavazi ya kumpatia kumstiri mwanawe, akachukua shuka lake na akalipasua mara mbili shuka, kipande kimoja ikawa ni ya kuvaa kama kikoi, na shuka kipande cha pili ikawa ni kujifunika kama ihram. Bas, sahaba kama huyu akaelekea za Madina. Baada ya kufika kule Madina, ilikuwa baada salatul fajri, nyakati za usiku kumi, eh, thuluthi ya mwisho, akaingia msikitini pale akajipumzisha mpaka salatul fajri. Mtume alipokuja kuswalisha alikuwa na tabia salimia, salimia, na tabia akiwasalimia salimia masahaba wake na kuwajulia hali. Alipofika sahaba kama huyu kumsalimia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akampa mkono kumgusa mkono wake, akamuuliza man ant, wewe ni nani? kwa sababu mimi sija kuonapo hapa siku nyingi sikujui, ndio kwa kwanza mara kukuona. Man ant, wewe ni nani? akamwambia ana Abdul Izza, mimi naitwa Abdul Izza. Mtume akamwambia usijite hivyo, hilo sio jina zuri, bali akamwambia anta Abdullah, kuanzia leo wewe ni Abdullah kisha Dhul Bijadain ambaye kwamba anashuka mbili, Abdullahi ambaye kwamba anashuka mbili, ndio jina lako mimi nimekupatia. Na akaamrisha maswahaba, akamwambia udhnu minni, songea kuwa karibu yangu mimi, kuanzia leo wewe ni mgeni wangu. Kisha akamwambia Maswahaba, mfundisheni dini, mfundisheni ilmu, muhifadhisheni Quran, mpaka sahaba yule akawa mutamakin katika dini yake na kaielewa. Siku katika masiku, sahaba kama huyu akasikia ghazwa tutabuki kidaniwa, e, wakati wa vita. Sasa sahaba kama huyu akaenda kwa mtume akamwambia, ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, ud'u li niombee, mimi ya kwamba damu yangu mimi nife vitani an astashhida ili mimi nipate ni mwenye kupoa nipate shahada nipate sharaf ya kuuawa shahidi katika vita. Kisha mtume akafanyaje? Akamshika mikono yake, kisha mtume akaomba allahumma inni uharimu alayhi, namharamishia huyu an yustashhada fil qital, kuuawa katika vita, asiuawe huyu sahaba kama huyu. Ikawa mtume yule sahaba akapata na mshtuko mkubwa, ya rasulullah, sio lengo langu lengo langu mimi ni kuwa ni uawe niingie pepo niipate janna, niwe shahidi. Mtume akamwambia taban, siyo lazima damu yako imwagike vitani, huenda ikawa huko katika safari zako, katika masuala hayo ya vita, kisha ukakusibu wewe ugonjwa, ugonjwa kama ule kwa kupelekea mpaka ukafa, basi elewo umekufa shahidi au vile vile huenda ukapanda mnyama, kwa yule mnyama kukuangusha ikawa ni sababu yako kufa, basi jua pia umekufa shahidi. Hayo yote mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa amwambia sahaba kama huyo. Basi masahaba wakaelekea katika vita, wakapambana, wakapambana mpaka jeshi likapata ushindi, ikawa wanarejea zao. Ilipokuwa ni nyakati za jioni, wakirejea zao, sahaba kama huyu, homa kali na baridi kali kamsibu sahaba kama huyu ikampelekea kwa masafa yasiyokuwa marefu mno, sahaba kama huyu akafariki kwa dhiki na na ukadi wa baridi kama ile na kumuumiza afya yake. Mtume saa zile akaamrisha kaburi lichimbwe wakati ule ule, na akaamrisha ya kwamba apewe yeye, ambebe ndio jeneza lake, mikono yake na mapaja yake. Akambeba swahaba kama huyu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Yatosha mtu kupata kuwa ni sharafu kwake ya kwamba amebebwa na Mtume. Kisha mtume asema ya kwamba nitamkafini na nimuweke katika mwana ndani. Rasulullahi akuenue akutie kwenye mwana ndani, ni sharafu iliyokuwa vipi basi! Ikawa sahaba kama huyu amepata utukufu na daraja kubwa. Hilo halikutosha, bali mtume alisema allahumma shahad, ewe Allah shuhudia, inni amsaitu huyu bwana laqad umsia, amefikiwa na jioni. Wa ana radhi min, na mimi nimemridhia. Ana radhi, nimemridhia sahaba kama huyu. Fardhi an na wewe vile vile mridhie sahaba kama huyu. Mtume amwambia Mwenyezi Mungu amuomba ya kwamba huyu bwana amefikiwa na jioni, hali ya kuwa mimi nimemridhia na nakuomba Allah, vile vile na wewe mridhie. Bas Allah kamridhia sahaba kama huyu Hatta likawafikia kuchoma baadhi ya maswahaba wakiwemo, minhu Abdullah ibn Mas'ud, ibnu Mas'ud, fasaha akapiga ukelele mkubwa sana, akasema laita, laita, natamani, na tamani na tamani, mimi ingelikuwa, annani kuntu sahib alqabri, ningelikuwa mimi ndio sahiba kabri kama hili leo, ingekuwa mindo naingia pale kwa sababu ya ile sharaf na dua mbo kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alimwombea sahaba kama hu. hapa tunapata mafunzo gani? Angalia Muislam. Kwanza chukua hili hawa, masahaba waliipa nyongo dunia, hawakuiendea mbio dunia, kwa yale waliokuwa nayo katika mali na nini, wakawa wapo tayari wao kuachana na vitu vyao na mali zao na wapendwa zao na ukoo zao wakayaacha yote hayo kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili hilo halikutosha tu, walipokuwa wameliacha hayo wakawa wako radhi kuzitoa wa roho zao kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angalia sahaba yuenda kumuomba ya leti mimi ni fariki ni washahidi. Hiyo yote ni mafundisho ambayo kwamba tunayapata katika hayo. Sisi leo Waislamu tumekaa nyuma mpaka ibada ambazo kwamba ni ndogo za swadaka zinatushinda. Angalia, tungeweza kweli sisi kwenda kuomba ruhusa ya mtu kwenda jihad fi sabili sabilillah, akapigani kisha sikupigana afe shahid? Sharaf kama hizo walikuwa nazo. Basi kwa yale ambayo kwamba Allah ametujalia na sisi tuwe ni wenye kwenda mbio katika dini kama hii, na tupate ibra na mafunzo, tusichoke kuijua dini yetu.